Somo letu la kwanza lilitoka kwa kitabu cha Mika Mika ine moja mpaka saba. Mwandishi wa kitabu hiki ni nabii aliyeitwa Mika, na yeye alihubiri wakati moja na Isa alikuwa anahubiri. Wakati mambo yalikuwa magumu kiuingale, mambo yalikuwa magumu, watu walikuwa wameacha kuabudu Mungu hata Isaya anasema nga, punda anajua bwana wake, ng'ombe anajua mkubwa wake, lakini watu wanakosa kunijua. Watu wakaingia kwa dhambi na wakachanganyikiwa, na walipochanganyikiwa, waka- wakakandamiza watu wanyonge, na Mungu akatuma nabii aliyeitwa Mika, na alipotuma nabii ambaye anaitwa Mika kuja kuambia watumishi kwa Mungu. Pende kwa mlima wa Bwana leo. Nataka kuambia wapendwa, siku hizi mtu akikwambia twende, wengine wanafikiri ni kwenda kwa betting, wengine wanafikiri kwenda kuona mpira ya Premier League ama kwenda kwa mwanasiasa penye iko pesa, lakini nataka niwaambie wapendwa, ni vizuri kwenda nyumbani mwa Bwana kwa mlima ya Bwana, kwa nini ni vizuri kuenda mlimani mwa nyumba ya mlimani ambayo ni nyumba ya Bwana. Hapo ndipo Mungu yuko. Uwepo wake huko, nguvu yake iko. Tukienda katika mlima wa Bwana, kitu cha kwanza tutapata nguvu za Bwana. Hmm. Kila wakati unapoenda kwa mlima wa Bwana, unapoomba, nguvu za Bwana zinakuwa pamoja nasi. Hmm. Ni Mungu peke yake ndiye anatuwezesha. Kwa mlima wake kuna nguvu ya Bwana, nguvu ya kuokolewa, nguvu ya uponyaji, nguvu ya ushindi, yote inapatikana kwa Bwana. Jambo la pili, kwa njumba kwa nyum, kwa mlima wa Bwana anatuonesha njia zake. Njia ya Bwana ni njia ya uokovu, ni njia ya kutubu, ni njia ya kusameana, ni njia ya kunyenyekea. Kila siku tuende kwa mlima wa Bwana atufunze njia yake. Jambo la tatu katika njia ya Bwana, yeye anatubadilisha. Katika kitabu cha Mika, anabadilisha mikuki na inakuwa majembe, anabadilisha vitu ambavyo vilikuwa vibaya na analeta yale mazuri. Kama vile kwa mama huyu, alibadilisha magonjwa akaweka uponyaji, akabadilisha kilio akaweka ushuhuda na akawa mhubiri akabadilisha mtu mwenye angelalamika na akampa ushuhuda mm. Naomba Mungu abadilishe hadithi zetu, kama vile kwa mlima wa Bwana anabadilisha kitu cha mwisho. Kwa mlima wa Bwana anarejesha watu wake mm. Anasema atasanya watu waliovunjika moyo, watu walio mbali, watu walio utumwani, hata vilema atawarejesha na kuwapa nguvu na matumaini. Kila siku nataka tusikusema, tusikae kwa mlima wa siasa, tusikae kwa mlima ya wanadamu, hata siku hizi mlima ya kimila watu wamekaa. Ka kwa mlima wa Bwana, hapo ndio kuna nguvu, hapo ndio kuko na njia ya Bwana, hapo ndipo kuko na kubadilika na hapo ndio kuko na kurejesha. Mungu wa amani awabariki na tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, bariki kumba ya mtumishi wako Joseph Mutai, bariki pia na mama na hata ushuhuda ambaye ako naye ashuhudie wengi na wahisi uwepo wako. Bariki wapendwa hawa, tukumbuka kuombea mchungaji na mtumishi wako Vincent pamoja na mke wake Postula. Tunaomba pia Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya wamama Leirida na mama ambaye ametukaribisha pia nyumbani kwake mm. Wote uwabariki na jamii zao na panua yes. mipaka yao kwa mm. kazi ambazo wanafanya. Uwezeshe mm. kanisa hili uikuze na kuipanua mm. na acha na baraka amani na ushindi yako mm. hata kwa ukarimu wa familia hii uwarejeshe mm. maradufu mm. kwa jina la Mungu Baba mm. Mwana na Roho Mtakatifu mm. Amen. kale maum